Usijifanya uelewe, wewe ni mchawi na unashirikiana na bibi yako. E, hey mama, mi ni mchawi, niko serious. Najua unajua nini namaanisha. Kwa nini huwa mnalisha nyama za kichawi? <sighs> So nyama za kichawi, zile nyama za watu. Unajua kwa nini nilikuwa nafanya vile? kwa sababu wewe una kelele sana, ulionyesha kunifuatilia toka siku ya kwanza. Ni nani aliyokutuma unyende kwa mganga pia? Ni nani aliyokutuma uwe unaupiga huu mwili? Sasa nisikilize, mamangu kipenzi, hilo ni trailer. Picha kamili ninakuja. <coughs> Ha. Angel amenidhihirishia kuwa ni mchawi. Na amesema kabisa, aliyoyafanya nyuma yote ni madogo. Yanayofuatia ni hatari. Angel. Angel. Enyo, wemwona kipara, jamani, hey, kipara. Shikamoma, migomba. Maraba kipara mjini kumekupenda sana yaani, umenenepa. Hamna mama, naona umekuja kumuuguza mkweo. Mkweo hey, miezi yenyewe ni ya mwisho, lazima niwe karibu na mkwe wangu. Wow, mama, wow, jamani, mkwe wangu. Karibu mama <laughs> asante. Ah, mkwe wangu <laughs> minaza, nituelekee ndani kipara ili kutufue bwana, mpaka linanuka. Hamna ah, bosi kama juzi nilitaka nilifue, ila madam akanikataza kwa sababu amesema anapenda sana harufu ya ile koti. Um, huo chafu si mzuri bwana. Hii ndio genge ambayo tunanunuliaga ja vitu. Sasa sijui njia utakumbuka? Ndio nakumbuka, maana nishakuwa mwenyeji tena. Nitakuwa nakuja mwenyewe mama, bwana Sitaki usumbuke mkwe wangu na madada wa kazi wakati mimi mamako nipo kijijini sina kazi yoyote nimekaa tu hapana mkwe wangu latinkusaidie hamna mama usijali na beba jamani <laughs> Kuna nini? Mke wangu mchungu, uh... tumwishe hospitali. eh, eh, nimeshaita ni ni ni ni ni gari tayari. Madam, mimi nimeshiba. Umekula muda gani? Mbona <laughs> Angel tayari ameniletea chakula muda mrefu tu oh. Jamani Angel uh, alivyoona mnachelewa kuniletea chakula akasema, anko asije akafa na njaa, akachukua chakula akaniletea tayari shampa chakula <laughs> mama. Wewe, nani amekuhusu pakua samani? Mama usijali, mwanangu atunndani akakaenyoka na akili sana. Allah atakajali akatafika mbali Madam. Madam. Madam. Madam. Madam. U, unajua Madam, Angel zamani alikuwa mtoto mzuri sana. Sasa nashangaa ni shetani gani lilomkumba Angel. Inasikitisha. Inasikitisha. Muda wa kubembelezana umekwisha. Kinachofuata sasa ni amri. Niitie Sauda. Sauda hayupo. Ameenda kijijini. bosi wako. Sawa. <laughs> Kesho nahitaji uniachie nyumba yangu. Kivipi yani? Wewe juzi si ulikuja ukaniambia unanipa wiki au? Nimesha kwambia kesho, nahitaji uniachie nyumbang. Ndio nakuuliza kinamna gani, alafu hiyo kesho, mimi naenda wapi sasa? mbona gafa? Ndo nimesha kwambia, kesho kuna mtu anahitaji kuingia hmm? E, yaani hiyo mekaaji mbana ni, ni uswahili sasa, huo tena. Unamwelewa huyu jamaa. Bosi, vipi kuhusu mshahara wangu? maana tarehe zimeshapita sasa, alafu sikuelewi kwa kweli yaani namaanisha pesa yangu nayolinda hapa getini, kwa sababu unanizungusha kama dawa ya mbu, unanitoa huku unanipeleka huku. Nionee huruma bosi wangu. Yaani namaanisha hela mm. Au basi acha tu tufanye kama nalinda msikiti tu. Vipi? sijui ni nini, ila anajaribu kulishughulikia. Nadhani ndani ya muda mchache kila kitu kitakuwa sawa. Nisamehe kidogo, kiongozi Nini? Nilikuwa nimesimama hapa apa njua kanaugia kwenye miguu akiwa amekufa enjo, unacheka nini? Kwa sababu mama anakaribia kufa, anakaribia kufa. Yaani unajua leo ni siku ya safari alafu bado umelala mpaka saa hii. Hii safari sio nzuri kwangu. Kwa nini? Nimeota njua ameanguka hivi. Una akili timamu kweli wewe? Hebu acha kutafuta visingizio vyako bwana, njuo kakuangukia ndo nini sasa? Jiandae, nenda kaoge, panga nguo zako tuendelee na safari. Sahvmama mbana, unaonekana una huzuni au kuna shida? Samani, madam. Mumeo na mdai pesa yangu na mpaka sasa hajanilipa, na hii inavyoonyesha ni safari sasa. Sijui ana lengo la kunidhurumu au vipi. kwani unamdai shilingi ngapi? Namdai laki moja. Sasa kama una pesa kwa nini usimsaidie babako kulipa kodi? Vipi, sijui ni nini, ila anajaribu kulishughulikia. Nadhani ndani ya muda mchache, kila kitu kitakuwa sawa. Nisamee kidogo, kiongozi mwangu. Nini tena? Njoo Vipi mm -hmm. Mangu, aya, mazingira ndio niliyoona kwenye ndoto. Nilitamani nikuadisie asubuhi, sema sikuweza kumalizia kukuadisia. Niota tumefika hapa kisha gari likaharibika, najua akaniangukia mguni akiwa amekufa. Aya, wewe njoo, iko wapi? Mi nimeona nikuadisie tu kuhusu nicho kiota. Emwache mani zako za kishirikina shirikina, bwana sawa. Kiki, ya usipige kelele kwenye ndoto ulimwambia mume wako, sasa huu ni uhalisia. Tajiri, nadhani kila kitu kimekaa sawa, tunaweza tukaendelea na safari yetu. Haya tayari. Hey, ingieni kwenye gate ndokeni. Mambo vipi, mimi jina langu naitwa Kramvevo. Uh, ni producer na ndio mwenye hii kazi ya my daughter. Uh, kuna changamoto imetukuta na ndio maana nimerekodi video hii. Uh, kabla ya kuendelea na hii episodi, uh, karakta wetu ambaye ni Saramashi amecheza kama Merisa kwenye hii, hii, hii movie yetu ama tamthilia yetu Uh, anatufanyia sijui makusudi, sijui ni nini, hata tuelewi ni hila gani, sijui ametumwa, sijui ana marengo gani na kazi yetu kiukweli. Tukimpigia simu apokei, imekuwa uh, ni sababu hata ya kazi zinachelewa. Mwanzoni kabisa tulikuwa tunaanza kuposti kwa haraka haraka, na kabla ya kuanza kuchelewa tulikuwa tunaposti haraka haraka, lakini sasa hivi imekuwa tunalirei sana na sio tu kulirei. Kwa mfano kuna episode inatakiwa itoke ndani ya hizi siku na, Uh, yeye mpaka sasa hajashuti simu zake, na nikaribia sasa wiki na ukimpigia simu hapokei. Hapa mpaka sasa hivi nikionyesha hizi ni miskoro zake tisa, ambazo anapiga sasa hivi, na hata anaweza kupiga hapa, hashiki simu na hakuna sababu yoyote. Ni bora hata angeleza sababu ni kwa nini anafanya hivyo. Kwa hiyo, hakuna sababu ambayo anaieleza kwa sababu hivi na hivi, basi tu hapokei simu. Kwa hiyo, kutokana na hilo ambalo linaendelea, tunaona tu tubadilishe karakta ili mradi tusiferi e, kuiacha tu utamsiria hewani e, tubadilishe ile sehemu ya Salamashi sasa, ataivaa mtu mwingine yule Merisa, tutamweka Merisa mwingine kumwakilisha Merisa yule, kutokana na hizi changamoto, kwa sababu kama tutasema tukae tu, tu, tu, tu, tu, kumsubiri yeye, ina maana tunaweza kuchukua hata miezi mpaka kuja kuweza kupost njoo asha Uh, huyu ndio atakayevaa ile sehemu ya Saramashi anaitwa Aisha, lakini humo atatumia Merisa ambapo yeye ndo atacheza kama Saramashi. Kwa hiyo kwenye zile scene alipoisha sala, yeye ndo anaendeleza kwa atatazamika kama Saramashi guys. Uh, hii yote tunafanya ili mradi tusiweze kuferi. Uh, niwaambie tu maproducer wenzangu, mnapochezesha wasanii muangalie, kwa sababu kuna wasanii wanaweza wakawatia hasara kubwa na ndio kama hawa. Uh, nimeumia sana siwezi nikalia, ila uh, kwa producer wanaelewa ni hali gani naipitia mpaka nimeamua kufanya hivi kwa sababu tunajua Wabongo si rahisi kuweza kuelewa vitu kama hivi. Oh, hawajui wanakuwa tu nyuma ya kamera, wanakuwa tu kazi ishatolewa isha, isha tayari wanaitazama. Kwa hiyo uh, hawajui kuna changamoto gani hawawezi. Oh, wao wanamtaka, oh, mtu enda yule yule na nini, lakini kuna changamoto kubwa tunapitia na hatuwezi kuiacha series yetu hivyo. Haisha, utakuwa utakua kwanza sasa au vipi? Sawa, asante mm, sana.